Wanawapa pesa eh. viongozi ama watu wote tuliokwenda pale walio twitter mm. wanatupa laki mbili laki moja na nusu laki tatu, wanatupa mkafanyie nini? asi za matumizi. tumeshinda nao kutwa pale tunazungumza mm, ili kuonyesha kwamba kuna demokrasi nchi hii mm. sijui tunaelewa wanachofanya mm, mm. kuonyesha kwamba ah, si tuna, tuna demokrasi watu wanakuja wanaongea hapa mm. ndo, ndo dhamira mm, yao wanawapa pesa eh tukiisha hmm. pale saa kumi kumi na moja jamani, asanteni kwerini eh, tonana tena hmm. pesa, pesa za wananchi ndo hizo sasa. Mbona unarudi tena kwa wananchi wenyewe? wanasema na wewe hmm. unafurahi sasa mimi wewe umepewa jamani, wewe umepewa sisi mm. Mimi sina sema sasa hivi mm. Lakini kwa nini usiulize kwamba kunatupa pesa hizi mmeitoa wapi? Mimi nimepewa, mimi nimepewa, mimi si najua alikozitoa mm. eh, kwa pesa za wananchi eh, pesa za wananchi ndio unakubali unazila na kuna zila, zila. So, Niza, awa. mm. eh, mm. si amenipa hawa mimi si na dhima yote pale ni za dhima ni hawa hawa ndio wameshikilia mamlaka, eh, kwa nani ana dhima pale ni nani? si wao? unakubali kupokea rushwa rushwa watajua wao kama ndio rushwa mm, eh. mm, lakini wewe ukiona wanawapa hela za vikao wanakwambia, mimi nakwambia hivi mm, hawa wanawapa hela wanagawa pesa kila mkienda. Vikao. Eh, kila mkienda kila tunapoitwa kwenye vikao wanatugawia pesa, na hakuna siku mjapewa pesa. Hakuna. Siku mmeenda hakuna hiyo siku haijaja, na unawashukuru kwa hilo eh? Mimi siwashukuru, unaona? Ni sawa pesa, tu pesa. Eh, na naawambia, jamani, sasa watu wengine vipi Wanagawa wanatugawia, wanachukua tunachukua, sio wanachukua, tunachukua, wote tuliokwenda pale, laki tatu, eh, laki tatu, laki mbili, laki moja na nusu, laki. Sawa tu, pesa hizi mnazopewa na ninyi mna shughuli zenu, huoni kwamba pengine ingeenda kufanya kazi za wananchi, ingekuwa ni sawa? Kwani hao si wanajua, wanapozigawa zile pesa kwa wale wa bunge kule, si wanajua, si wanajua? kwamba mm. wazipeta nawagawia wabunge na wana shughuli zao, si ndio? mm. Eh, sasa mawaziri wanawagawia mm. pesa, si wanajua so, na shughuli zao mm. Sasa unauliza hizi, si wanajua? Na wewe utaendelea kuzila kama wanazitoa, wacha watoe tazichukua pengine mm. eh, hiyo inafanya msiwapinge sasa wapinge si tunasema situnasema, situnasema. Sisi wajibu wetu ni kusema mm. na na, na kutoa ile pesa ni haki yetu sisi. Mm. haki yenu. Sasa mpewe tena pesa. Eh, ni haki yetu wao, maadamu wakishaona hawa watu wow, tumeshinda nao hapa bure mm. tangu asubuhi tumeshinda pale, wanawapa maneno, eh, maneno mm. nini na nini, tunazungumza tunazungumza mpaka jioni ikifika, jamani, asanteni na chakula mnakula na chakula, taafi kabisa. Hmm. Safi. Ah bwana, safi. chakula bwana safi, lakini hospitalini hakuna chakula, hospitali hamna chakula, ila ninyi mkienda mnapewa. Tunapata na dawa da, hawapati uh, dawa lakini chakula watu sisi tunapata na mnapewa na posho na posho, unachukua? Tunachukua e, na e, e, nachukua sio Hashim tu, watu wote.